Kutoka sehemu ambayo mpira ndipo ulipo haswa, na kuna mashabiki wengi sana, tumekuwa tukifuatilia soka la kule, eh, la kule Europe au bwana, hapa tunazungumzia timu ambazo zinapatikana katika bara hilo la Ulaya. Eh, huyu hapa ni celebrity ambaye amekuwa akifanya vizuri kwa muda mrefu sana huko Ulaya. Hapa tunazungumzia Zlatan Ibrahimovic au Kadabra. Eh, bwana, ni mmoja kati ya wachezaji wa soka ambao amechezea klabu nyingi sana ukiachana na Uingereza tu au huko Ulaya, amecheza huyu jamaa mpaka Marekani. so baada ya kuumri kwenda, unaelewa kwamba wachezaji wengi sana, umri ukienda au wakitoka katika ile piki ya performance zao, waga wanaendaga kucheza klabu nyingine za nje ya bara la Ulaya kama vile Marekani. So, Ibrahimovic bwana ameshachezea klabu nyingi tu, ikiwemo AC Milan, amechezea Juventus, amechezea Barcelona, amecheza pia PSG, Paris Saint-Germain, amecheza Manchester United. Meona bwana eh, kwa hiyo hizo ni klabu kubwa tupo hapo, na nilizozitaja hizo zote utakuwa unazifahamu iwapo kama unafuatilia mpira wa miguu. Hivyo basi, staa huyu bwana ametua Tanzania, na ametua Tanzania kwa ajili ya kuja kufanya utalii. Mm, unajua bwana, hawa ni watu ambao sasa hivi kidogo wamestaafu, lakini wanafanya sana haya mambo ya utalii, sio mpaka labda mwishoni mwa mwaka kama ilivyokuwa utamaduni. Ni kwamba yeye hata mwezi huu wa sita anaweza akafanya utalii kwa sababu pesa yuko nayo na muda pia yuko nao, kwa sababu sasa hivi ameamua kidogo kurudi nyuma kwenye upande wa soka. So Abramovich, bwana ameshuka. Abramovich ameshuka Tanzania, ameenda Serengeti National Park meona bwana, ena amepiga picha akiwa yuko Serengeti pale, katika kibao kile cha katika bango lile la Serengeti limeandikwa karibu Serengeti National Park eh. Naona eh? So ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana washtuke, kuona kwamba okay, kumbe Ibrahimovic bwana ameshuka bongo, yuko Serengeti, na moja kati ya watu ambao wamemkaribisha ni comment ya Harmonize imeonekana katika page ya ya Ibrahimovic, ambapo watu wengi sana wamekuwa excited kuona kwamba Harmonize ame, ameenda kucomment kumkaribisha. Ameandika karibu kaka kwa herufi kubwa, kumkaribisha Ibrahimovic hapa Tanzania baada ya kumuona kwamba kule Serengeti, umeona bwana eh? Amekuwepo kule Serengeti bongo baada ya kumwona kwamba Harmonize ameenda ku comment hapa. Kuna watu wamekuja kuweka maoni yao vile vile, kwa mfano huyu hapa, anaitwa Mani amesema kwamba Harmonize, kaka wapi wewe mmakonde, unamhitaji kaka yako Ibrahimovic, wakati hamjuani. Huyu ni mzungu, wewe ni huyu ni Sweden, wewe ni mmakonde. Mambo hayo wabongo hawana dogo, wameenda ku kureplay comment ya Harmonize katika page ya Ibrahimovic baada ya Harmonize kumwandiki, kumwandikia au ku comment katika page ya Ibrahimovic. Karibu kaka, hajui so Kiswahili, mkaribishe kizungu. Sasa Kiswahili atakuelewa kweli? Mbombo kla konde boy na huyu jamaa kuna mtu hapa ameandika, bwana, kaka wako wa wapi wewe, Makonde. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment sambe, so bwana, una ukaka gani na huyu jamaa konde boy? So kwamba kaka mkubwa, unataka unataka kutuambia kwamba unamjua. Kuna mtu hapa ameandika ila Harmonize kwa wengine hapa wamekuja wamekuja kucomment directly, wameandika acha shobo mambo hayo lakini kuna peji mbalimbali kwa mfano hapa, kuna peji wamekuja wameripoti pia kuhusiana na hicho kitu cha Harmonize kumkaribisha kwa kuenda ku comment katika peji ya Ibrahimovic kuandika karibu kaka. Kuna mtu ambaye anasema bwana, kumbe Harmonize na Ibrahimovic wanajuana, hiyo ni peji imeandika hivyo. kwa mtu ambaye anasema bwana, mwamba umetua Tanzania. Alafu kuna mtu ambaye anasema jamani, konde boy bwana ameyakanyaga, wabongo wamekuja kumdondoshia madongo kwenye comment yake kwenye peji ya Ibrahimovic. Ukiwa okay, kama mdau weka maoni yako pia katika comment section hapo chini, tutakuwa soma na kureplay kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.